Tahadharini kutufasiri vibaya, kwa sababu ndio kipindi chenyewe hicho. Uislamu miongoni mwa mambo ambayo kwamba ni wajibu kwa mwislamu, ni wajibu, ni asipoyatekeleza anapata dhambi, amani, mjue hivyo Mtu kama mimi kama Umari Bago kama yote, asipozungumzia nani, kuna uchaguzi hakuna uchaguzi, asipofanya hivyo anapata dhambi. Tusifanye fujo kama binadamu, tuendeni kwa makubaliano, tuendeni hivyo bi misli dhalika. Aaja sasa mimi nikisema si Mtume Muhammad endeniakura shamaliza kupiga kura, kama tumesema wiki iliyopita, muachieni Mungu amweke huyo wamatashauna, ila anyasha Allah. Tena nasema hapa, siku chagulii wa kumchagua siku chaguli. Tazama kizama niko kwanna feha siku chagulii chaguli. Mwenyewe nimesema wiki iliyopita, mnajijua wenyewe. Nimesikiliza siku zote, nimesikiliza sera za vya vyama vyote, vingapi vyama kumi na saba umesikiza votbhio taka usikize vyama na saa hivi unaweza kusikiza tena kwenye mitandao hiyo. Umesikiza wagombea wote wa vyama kumi na saba, lakini wewe mwenyewe unajua. Siku zote nimewaambia, nami nawaambia wanangu pala. Wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani.